Pemba. Waziri wa Kilimo, Mali Asili, Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed amesema bado wafugaji na wavuvi wa visiwa vya Unguja na Pemba hawajazalisha bidhaa zinazokidhi soko. Amesema mahitaji ya samaki na maziwa katika hoteli za Zanzibar ni makubwa ukilinganisha na uzalishaji uliopo. Tupate taarifa zaidi. Kijiji cha Kinyasini na Kisiwani kwa binti ya Bedi. Lakini ya pili ile ya soko la ndani mm -hmm. tumezungumza na mahoteli makubwa yeah. pale Zanzibar, na wakasema kwa kweli hawanunui bidhaa kwa sababu hakuna sustainability. Leo yeah. napeleka kesho, upeleki alafu yes. wakati mwingine nasema mvuya anatoka huko, samaki hawakuhifadhiwa mm -hmm. wakifika pale wameshaharibika mm -hmm. kwa hiyo hoteli kwa kubwa hawawezi kuriski Hawataki leo kesho asubuhi unapeleka maziwa lita mbili kesho tatu kesho kutwa hamna. Aidha Mheshimiwa Hamadi amewahimiza wafugaji wa ng'ombe na mifugo kutafuta taaluma kupatiwa matibabu mifugo yao ili pale wanapopata magonjwa waweza kuwapatia huduma kabla ya kufika wataalamu kutoka mifugo. Wale ambao wanataka taaluma ya juu tuwasaidie kwenda chuoni kwetu pale wapate taaluma ya juu. Tusiwaache kabisa kabisa. Tunataka kupandisha ng'ombe. Kwa nini mkatafuta daktari kutoka nje? Na nyewe wenyewe mnaweza kufanya. Matatizo mengine yanatokea usiku. Utampata wapi daktari? Lakini kama wenyewe ni daktari, si unajua kufanya. Wakielezea changamoto zinazopata katika kazi hiyo, wafugaji wa ng'ombe wamesema ni kukosekana kwa maji ya kuwapa ng'ombe wao. Hatuna maji na, na hapa hatuna mimbali sana kutoka hapa mpaka tukafikia juu kule tupata maji, kwa hiyo twawaomba mtusaidie kutupatia maji. Kwa hivyo na hili swala la samaki, kama serikali itakuwa inaandaa, ina sehemu inaweka plot kila mtu anakuwa na plot yake individual, hii ndio plot yako wewe na mwingine, hii kwa kwa sheria zake, basi ushirika ule utaendelea kuliko kusema watu watano watano ploti moja wangapi hapa, kwa sababu samaki ubaya wake ni kujenga hii plot. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Hamad alikabidhi ng'ombe wa mifugo kwa wafugaji wa kisiwani, kwa binti ya bedi na Kinyasini, na kutembelea mashimo ya mchanga ya Chambani na Shumba Vyamboni. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba naitwa Rahmada wa ZBC.